Billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa baad, watukufu wa islamu popote mlipo o, bado tunaendelea na mikakati yetu ya kuweza kuonyesha kama jamii ya Burundi ya Kiislamu inaweza na ipo na inataka isiwe inaonyesha onyesha kwa maneno iwe inaonyesha onyesha kwa vitendo na tuonyeshe vile vile kama umoja wetu tuko tunaukomaza. Alhamdulillah, kwa siku ya leo tumejumuika hapa, ukumbi wa jamii ya Kiislamu ya Komibu nchini Burundi. Lengo letu ni kwa kutaka tuonyeshe umma, tuonyeshe na Mwenyezi Mungu, tuonyeshe na taifa letu kwamba sisi Waislamu tunaweza tu. tulikuwa tunakosa tu ka kitu kadogo umoja na umoja umeisha thibiti ndani ya jamii ya Kiislamu kiasi ambacho insha allahu taala katika mizunguko mizunguko ya kuweza kukusanya kusanya uwezo wa kujenga hili jengo letu. Mwezi wa nane katika uh, zone Buyenzi komine mu, mu, Mukaza watu waliweza kukusanya pesa milioni tatu na ziada. Mwezi wa tisa tukakutana wameshuka kidogo, wakusanya milioni moja na laki like mbili na ziada. Ikabidi vilevile vile tujifunze ni utaratibu gani tunaweza tukatumia kwa kutaka hiyo kazi isizorote isirudi nyuma, ndio tukaweka matimu matimu ambayo ndio hawa inshallah taala wamevaa majile. Tukawa tunataka tuwathibitishie Waislamu wote kwamba alhamdulillahi, kazi ambayo wameifanya kwa, huyu kwa siku tano tu. Mwate tunaweza tukasema ni mwe, yani ni Allahu Akbar. ni mwezi wa udhibitisho ya kwamba kazi naweza kaendeka vizuri, watu wakiamua. Katika siku tano wameisha changa, wameisha kusanya milioni tano. Ta maana yake mwezi utakapoisha watakuwa wamefanya kazi nzito kubwa ambazo zitasaidia, na tunathibitisha ya kwamba hizo pesa alhamdulillah zinafika, na ndio sababu unaona jengo kwa sasa hivi tangu tuanze huyu mfumo wakuweza kukusanya kusanya nchi nzima, wallahi alhamdulillah, jengo naona liko linapanda, ile fondation imeisha toka, na Allah, akituwezesha akatupa uhai, huyu mwezi wa kumi na moja, maana yake hivi toa report, tunatoa ripoti ya, mwe, ya mwezi wa, wa kumi ambayo tumepata milioni mwezi wa ah, ambayo tumepata milioni 55. Tuna imani ya kwamba mwezi wa kumi na wa kumi na moja, tutapata pesa za kuweza kutuinua katika jengo letu katika miradi yetu. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe sisi wote kuwa na ikhlas, atuwezeshe sisi wote kusapoti kazi zetu, alafu na atuwezeshe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukubalia amali zetu tunazozifanya ndogo ndogo, na aweze kutufutia madhambi yetu, na zaidi sana Allah subhanahu wa ta'ala tupe mwisho mwema, na zaidi sana Allah subhanahu wa ta'ala atuwe Baraka ndani ya vizazi vyetu na tuondolee maradhi katika wagonjwa wetu na tuzidishie riziki zetu katika nyumba zetu. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, na rehima na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya kufurahisha katika nafsi yangu ni hili jambo ambalo nimelikuta ndugu zangu wamejiandaa kulifanya kwa siku ya leo, ambayo ni harambee kubwa kuwapitia Waislamu kwa kuwakumbusha kutoa michango yao kwa minajili ya kutaka kuendeleza kazi za jamii. Jamii yetu ya Kiislamu ni jamii kubwa na ni jamii kongwe katika mji wetu huyu wa Buyenzi, ni katika jamii ambayo zimeuanza huyu mji. Lakini ukiangalia kihali na kimaisha tunavyoendelea, kwa sura ya jamii, ni kama sisi tunaonekana ni kama tumeuanza huyu mji jana au juzi. Kutokana na kutokuwa mshikamano pamoja sote kwa minajili ya kufanya mambo ambayo yanaweza kupelekea tujione kwamba tuko. Kumbe fikra hii ya kuamsha Uislamu katika mji huyu na katika nchi nzima, ili watu wajikite katika lile ambalo litakuwa na faida kwao katika maendeleo yao, katika kuijenga jamii yenye nguvu na heshima, ni kila mtu achangie kile ambacho Mwenyezi Mungu atamwezesha. Alhamdulillah, uongozi wetu mpya E, wametuwekea kiwango ambacho hakimuumizi mtu, kiwango ambacho kila mtu ana uwezo wa kukitoa franga elfu moja kwa kichwa. Ni pesa ndogo sana, lakini pia ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kule ambaye atazitoa, kwa sababu umejifungulia njia na umejiwekea wepesi wa kuendeleza jamii yako. Kumbe ndugu zangu Waislamu, ni fursa kila mtu aweze kutajirika. Mtu anapotaka utajiri ni kutoa kwa ajili ya Allah Unapotoa kwa ajili ya Mungu unatafuta utajiri. Mtume Muhammad asalam anasema, ma naqasat sadaqatu min mal, sadaka haipunguzi kile kinachotolewa katika mali yako, lakini inaongeza. kwa hivyo, katika malengo makubwa ya kuomba mchango huyu ni kutaka waislamu wapate utajiri, wapate mali. Mnapotaka mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi toweni sadaka kwa wingi. Mkitoa sadaka zitakupunguzieni misiba, zitakupunguzieni matatizo na mitihani mbalimbali mbali. Ndugu zangu Waislamu, pesa elfu moja kwa kila kichwa ni njia mojawapo ya kupelekea wewe kufungukiwa katika mapato, mapato yako pia kuipa hadhi jamii yako na kujipa jina katika nchi yetu, insha Allah. Tunawapongeza ndugu zetu ambao wamejitolea kina baba na kina mama katika kupita pita kwa kukusanya michango hii, na kesho iendelee, kwa sababu ni hatua ya kubadili sura ya jamii yetu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tuko pamoja, Mwenyezi Mungu aturahisishe katika jambo hilo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh.